Habari ambapo tunaambiwa Rais Dr John Pombe Magufuli ameagiza kufutwa kazi kuanzia jana kwa watumishi wa umma 9982 baada ya kubainika kutokwa na sifa za kuajiriwa kutokana na zoezi la uhakiki lililoendeshwa na serikali kukamilika. Rais Magufuli ameitoa agizo hilo kwenye chuo kikuu cha Dodoma mjini Dodoma, ambako alipokea taarifa za uhakiki kutoka kwa waziri wa nchi ofisi ya Raisi, menejmenti ya utumishi wa umma na utawala bora Bibi Angela Kairuki. Hawa watu elfu tisa na mia tisa thelathini na mbili mshahara wao wa mwezi huu ukatwe, na waondoke mara moja kwenye utumishi wa umma kuanzia leo. Watakaobaki mpaka tukaingia mwezi wa tano mwapeleke kwa mujibu wa sheria ili kusudi wakafungwe hiyo miaka saba. Rais Magufuli amesema hatua inayochukuliwa na serikali ina lengo zuri, kuwezesha watu wenye sifa stahiki ndio wanaoajiriwa, na akatahadharisha kuwa wapo mbioni kuhakikisha mapato ya serikali yanadhibitiwa zaidi ili taifa liweze kujitegemea kikamilifu. Bado kuna maeneo mengi ambayo fedha tunaibiwa kwenye makampuni ya simu haya yanafanya transactions nyingi, lakini hela haziingii serikalini. Dawa yao tunaitengeneza baada ya muda mfupi itakamilika mapema. Akitoa taarifa mbele ya rais, waziri Kairuki akaeleza kuwa kupitia zoezi hilo baraza la mitihani limebaini pia kuwepo kwa vyeti vyenye utata kwa watumishi wa umma. Aidha, kwa mujibu wa uchunguzi uliofanyika ilibainika kuwepo kwa vyeti vinavyotumika na zaidi ya mtu mmoja katika utumishi wa umma 1538 na, na, na hii ni sawa na asilimia sifuri nukta tatu, na vyeti hivyo vinatumiwa na watumishi wa umma na 3076. Hata hivyo, waziri huyo wa utumishi alichukua wasaa huo kufafanua juu ya zoezi hilo la uhakiki wa vyeti limewagusa watumishi wa aina gani huku waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako akiwahimiza vijana kusoma kwa bidii, kwa kuwa hamna tena njia za mkato. Hivyo, zoezi hili halikuwahusisha viongozi wa kisiasa katika utumishi wa umma kama mawaziri, wabunge, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na madiwani ambao kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi wote tunafahamu uteuzi na uchaguzi kwenye nafasi zao hufanyika kwa misingi ya wa wahusika kuwa na sifa ya kujua kusoma na kuandika. Ambao walijiunga na vyuo vikuu ama kwa sifa za kugushi ama kwa njia za udanganyifu, ni vyema mkajisalimisha tu, wanangu. Mtapoteza muda wenu bure kwa sababu unaweza ukamaliza masomo yako waka kwama. Na sisi pia zoezi la, la uhakiki ni endelevu, tukikubaini utaondoka. Kwa hiyo tusipoteze muda, kama nilivyosema, njia za mkato zote zimefungwa. Makabidhiano hayo ya uhakiki wa vyeti yaliambatana na maadhimisho ya kumi toka chuo kikuu cha Dodoma kilipoanzishwa. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringimungi.